Kwingineko, mpango wa vijana kupata fursa ya kitaifa ili kujiendeleza kwa NYOTA hautazingatia viwango vya masomo. Waziri wa ustawishaji vyama vya ushirika vya akiba na mikopo, biashara ndogo, ndogo ndogo na za kadri Wycliffe Oparanya amesema mpango huo unawapa vijana wote wa Kenya fursa ya kunufaika na mradi kunufaika kwa mradi mradi, wawe na umri wa kati ya miaka 18 na 29 na umri wa miaka 35 kwa wale walio na ulemavu. Mm-hmm. Each cluster will be launched by His Excellency the President, and during the launch is when money will be dis- dispersed to their to their funds.

wasaidiwe tukasema tunataka watu sabini kutoka kila ward Kenya mzima hakuna discrimination ya mahali popote hatukuangalia wingi ya watu kutoka kila ward tukasema iwe uniform eh? na unajua ward zingine zina watu wengi haswa hapa Nairobi